Uovu unaopangwa tutaupata. Kumepangwa sijui kushusha moto mpaka Samia aseme basi, nimesarenda naondoka. Hiyo serikali serikali ya samaki, hiyo ni serikali ya samaki, ndugu zangu, make samaki kila akiwa mkubwa na akili inafanyaje? Hiyo ni serikali ya samaki, lakini serikali hii ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania haiondoshwi hivyo. Haiondoshwi hivyo. Sasa kwa kutumia kofia ya mrejeshi mkuu katika nchi hii, niseme kwamba tumeapa kuilinda na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kwamba tutafanya kila linalowezekana kuimarisha ulinzi wa maisha na uhai wa Watanzania kwa kuwa ni jukumu letu kwenye wajibu huu wala hatuhitaji kuelekezwa na mtu yoyote nini cha kufanya, kwa sababu, kwa sababu Katiba yetu ina maelekezo yote jinsi ya kuendesha serikali yetu, na hakuna mtu anayeumia haya yanapotokea kama tunavyoumia Watanzania. Hatukubaliani na yanayotokea, tunaumia sana kuona haya yanatokea kifo chochote kile kinatuma Watanzania. Hii ni damu yetu wa Tanzania. Wengine wanapotaka kuonyesha huruma yao, basi tunawasihi wafanye hivyo kwa kufuata makubaliano ya mahusiano ya kidiplomasia ya kimataifa kama ilivyoelezwa kwenye Vienna Convention on Diplomatic Relations ya mwaka 1961. Lile tamko lililotoka na kuwaambiwa tufanye moja mbili tatu, sisi tunajua nini cha kufanya kama Watanzania, kama nchi yetu, na ni imani yangu kwamba tamko lile lililotolewa si maelekezo ya wakuu wa nchi huko wa, walikotoka, kwa sababu mimi nina njia ya kucheki na marais wenzangu kama kweli walitoa maelekezo yale, na kama sio basi mimi malalamiko yangu nitapeleka kwa wenzangu na wenyewe watajua nini cha kufanya. Hatuko hapa kuelekezwa nini cha kufanya ndani ya nchi yetu. <coughs> Tuna katiba, tuna sheria zetu, tuna miongozo, tuna mila na desturi zetu zote zinatuguidi nini cha kufanya kwenye nchi yetu. Mambo yanayotokea yanatokea kila nchi, kila nchi. Mambo haya yanatokea, hayatokei Tanzania peke yake. Ingekuwa yanatokea Tanzania peke yake, ingekuwa kubwa la kuchangaza. Lakini yanatokea kila nchi. Huku utasikia mtoto kabeba bunduki kenda kashuti shule kadhaa wamekufa. Huku sijui nani kachukua nini kenda kashuti wa, au wamekufa. Huku sijui wamekwenda kwenye nini wamekufa. Kwa kufa kupo tu. Kwa njia yoyote ile kila nchi haya yanatokea. Na yanapotokea, sisi hatujawahi kuambia hiyo nchi balozi wetu wewe, hebu waambie hao wafanye. Hatujawahi, tunatumia convention ile ya kidiplomasia ya, ya kimataifa ki, kama tulivyotakiwa tufanye. Sasa wengine wasiwe mafundo wa kutuelekeza nini cha kufanya. Serikali yetu inaongozwa na falsafa ya maridhiano, kustahamiliana, kubadilika na kujenga taifa letu. Falsafa hii ilikuja baada ya kuona taifa limegawanyika kulikosababishwa na tofauti zetu za kisiasa na kiitikadi. Falsafa hii ilikuja ili watu tutangulize utaifa na Utanzania kwanza kabla mengine yoyote. Kama nchi na taifa tumefarijika kuona kwamba falsafa hii kwa kiasi kikubwa imeweza kuliunganisha taifa letu. Hata hivyo, tunapotekeleza falsafa ya RNA siyo kuwa tumetupilia mbali sheria zetu za nchi au tumeruhusu utovu wa nidhamu utokee ndani ya nchi yetu. La hasha! Sheria ziko pale pale, mila, desturi zetu ziko pale pale, miongozo ya kufanya mikutano na mengine yote yako pale pale. Kwa hiyo ara nne ni falsafa iliyokuja kuunganisha taifa na siyo inayoruhusu utovu wa nidhamu kwa baadhi ya watu. Hivyo basi, baada ya kazi nzuri hii iliyofanywa na falsafa hii ya kuliunganisha taifa letu, hatutavumilia vitendo vyovyote vya kuleta machafuko na mifarakano nchini. Hatutavumilia. Sasa ni vizuri tusisahau, au wale wanaojiandaa na machafuko wasisahau mapito waliopita ni falsafa hii hii ndio imewapa ruhusa ya kurudi hapa nchini, tukafumbia macho mengine yote, njoni tujenge taifa letu. Sasa kama wameshaota mikia, sasa sheria zile zile bado zipo.